Baraza kuu la Waislamu wa Tanzania BAKWATA mkoa wa Mwanza iko katika mwendelezo wa harakati zake za kimaendeleo ndani ya mkoa wetu wa Mwanza na leo tarehe 4 mwezi wa 4 mwaka 2025 tumekabidhi mifuko hamsini ya simenti ambayo ni katika kuunga mkono jitihada za miongoni mwa misikiti yetu ya baraza ambayo ni Masjidil Shamsiya Kirumba kwa ajili ya ujenzi wa msikiti wa ghorofa moja. Kwa hiyo leo tumekabidhi hapa kwa imamu na bilali na mjumbe wa kamati ya msikiti mifuko hamsini ya simenti ikiwa kama ni mchango wa baraza mkoa kwenye ujenzi wa msikiti wa ghorofa moja ambao unaojengwa pale Shamsiya Kirumba hii ilikuwa ni ahadi ambayo ilitolewa na ofisi ya Baraza Kuu la Waislamu wa Tanzania, BAKWATA mkoa wa Mwanza, katika harambee na uzinduzi wa ujenzi wa msikiti ule iliyofanywa pale Shamsia Kirumba. Kwao tumetekeleza ahadi yetu leo ya mifuko 50 ya simenti. Aitwa Sururu Salum, ni imamu wa msikiti wa Shamsia Kirumba. Shamsia tumekabidhiwa mifuko 50 eh, kwa ajili ya ahadi ambayo ilitolewa wakati wa uzinduzi wa ujenzi wa msikiti wa Shamsia Kirumba katika ofisi ya mkoa. Kwa hiyo tumekabidhiwa leo tarehe 4 E, mwezi huu wa nne Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Taala awajalie kila kheri hawa viongozi wetu wa mkoa, na Allah Subhanahu wa Taala awajalie kila wanapokuwa wanafanya kazi zao, basi kufuatana na maendeleo ya Uislamu. Hii ni ahadi ambayo katika misikiti ambayo tunaona baadhi ya misikiti mingine ambayo wanaenda wanaweka ahadi, lakini wanazindua, lakini kuna kitu wanakifanya. Hii ndio tunaitaka BAKWATA ambayo huko nyuma ilikuwa haiko hivi. BAKWATA sasa hivi ni BAKWATA ambayo inafanya kazi na inatoa kama tunavyoona sasa hivi, wametupa mifuko 50 ya simenti kwa ajili ya ghorofa letu msikiti wa Shamsia Kirumba. Kwa jina anaitwa Moshi Almasi, mjumbe wa msikiti wa Shamsia. Nashukuru tumepokea mifuko ya simenti kutoka kwa BAKWATA Mkoa kwa ahadi walizokuwa wametoa. Tunao wanaendelea kuendeleza harakati kwa za ku kwa jina naitwa Adam Shabani Sizia, bilali wa msikiti wa Shamsiya Kirumba, pia ni mjumbe wa msikiti wa Shamsiya Kirumba. Na tumefika hapa hapa BAKWATA mkoa kutekeleza agizo la kuja kuchukua simenti iliyokuwa imetolewa ahadi wakati wa uzinduzi wa ujenzi wa msikiti wa Shamsiya, na tunashukuru uongozi umeweza kutekeleza ahadi hiyo. Tunawaombea heri viongozi wetu wa mkoa, inshallah wazidi kushikamana na kujenga umoja, mapenzi makubwa, na kutekeleza ahadi katika sehemu mbalimbali walizoweka, na inshallah tutakuwa nao bega kwa bega.